Majina haya ya mapacha ni mazuri kwa sababu yana maana nzuri kiroho na yanapendwa. Jina la kwanza ni Grace and Faith, maana yake ni neema na imani. Jina la pili ni Mariam na Martha. Mariam ni mama wa Yesu, mama mkarimu. Martha ni mama mkarimu pia. Jina lingine zuri ni Abigail pamoja na Esther, wanawake wenye hekima na ujasiri katika maandiko matakatifu ya Biblia. Jina lingine ni Debora pamoja na Hana, kiongozi shupavu na mama wa maombi. Hii ni combination nzuri sana ya majina. Jina lingine ni Charity pamoja na Mesi, upendo na rehema. Hizi ndizo tabia za Kikristo. Jina lingine ni Naomi and Ruth. maana yake ni wapenzi wa Mungu na mfano wa kuigwa. Jina lingine ni Victoria na Gloria, ushindi na utukufu wa Mungu. Combination nzuri sana ya majina ya watoto mapacha wa kike. Kama bado hujasubscribe, subscribe. Jina lingine ni Eve na Aiden, maana yake pia ni nzuri. Subscribe ili iliweze kuona part two ya majina mengine.